Maashi ya Islam, akhi, jambo la mwisho, asadaqa, sadaqa, sadaqa. Ramadhani ilikuwa tunajikumbusha kutoa kwa kujitolea, sawa sawa? Basi hivi sasa leo hii ni jambo ambalo linahitajika sisi kuendelea nalo.

kuvunja msikiti ili kuupanua na kuweza kujenga tena upya. Jambo hili linahitajia nguvu zetu, inahitajia sadaka zetu ili tuweze kufikia radhi za Allah subhanahu wa taala. Lakini yule mwenye kujenga msikiti wa Allah au kuimarisha nyumba ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, malipo yake kwa Allah subhanahu wa taala ni makubwa mno mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maashara Islam, tutoe sadaka zetu, tujitoleeni sawa sawa, hasa katika kuijenga nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Viongozi wetu wameona hili, tulilete kwenu nyinyi, ili tuweze kila mmoja wetu, kila mwislamu aweze kuchangia katika ujenzi wa nyumba hii ya Mwenyezi Mungu. Sijendi nyumba yangu Hajengi kiongozi nyumba yake, ajenga nyumba ya Allah subhanahu wataala. Zitoweni sadaka zetu kisawasawa, sadaka tuzitoe sawa, kisawasawa, ili tujikurubisha kupitia sadaka hizo, kujikurubisha kwa Allah subhanahu wataala. Ayuhal ummahat, nasaha kwa kina mama, nasaha kwa kina mama. Siku moja katika ayyamul Eid, mtume sallallahu alaihi wasallam